Mapenzi yake kwetu ametuwezesha leo hii tumeweza kukusanyika hapa kwa ajili ya kuja kuwaona watoto ambao wenye mahitaji maalum pamoja na wazazi wao. Na katika safari yetu hii ya leo, tuko pamoja na watoto wetu ambao tumekuja nao kwa ajili ya kuja kuwaona watoto hawa, na pia wamekuja zawadi hizi ambazo ziko hapa mbele, wameleta hawa watoto wetu kwa ajili ya kuja kuwaletea watoto wenzao katika vitu ambavyo viko hapa mbele, ambavyo ni zawadi za watoto kwa watoto wenzao vitu vilivyofika hapa kuna mchele kilo 80 pia kuna maharage kilo 35 kuna unga viroba vitatu ambavyo kilo 75 kuna sukari kilo 40 mafuta ya kupikia lita ishirini, lakini pia tuna sabuni jamaa box moja na sabuni za kuogea, lakini pia tuna miswaki, tuna mafuta. Hivi vitu vyote vimeletwa kwa ajili ya wamama pamoja na watoto zao. Vitu hivi thamani yake yote ni shilingi laki saba 85 Kwayo tutaomba watoto watoto, naomba mnyanyuke, kama watoto kumi mje hapa, nitakabidhi zawadi kwa watoto. Karibuni, tumeleta zawadi kwa ajili ya watoto wenzetu. Tunashukuru sana kwa baraka zenu za kipekee ambazo mnawaombea wamama. Hii ni baraka ya pekee. Ukiona mtu ameacha muda leo wa kupumzika kukaa na familia anakuja mahali hapa, kumbuka siku zote anakuota wewe na kukuombea. Na sisi pia hatutawaacha kamwe. Tunawaombea walioolewa wa, tunaombea ndoa wa zao wanaotafuta wachumba tunawaombea wachumba, na watoto wao wanaosoma pia tunawakumbuka. Mungu awakumbuke wa zaidi, afungue ung'amzi uwelewa, utashi na elimu juu ya watoto wenu. Pia pale mlikotoa, Mungu awazidishie wa na kuongezea baraka zaidi, tunawaombea na karibuni sana. Basi nina, nashukuru sana kwa ajili ya Madina Foundation ambao mmekuja kwa kututembelea hapa. Shirika hili linaitwa Youth with A mission Shirika linalo linalofanya hizi kazi, you see the mission Tanzania. E, Mwenyezi Mungu, wewe ndio mwingi wa kila kitu, umetukutanisha sisi hapa pamoja na watoto wenzetu. Sisi tupo kamili lakini wenzetu sio, kwamba umekosea kuumba, ni umbaji wako Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwape maisha marefu. Mwenyezi Mungu, na kuomba uwatimizie ndoto zao. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ufungue riziki kwa wazazi wao. Mwenyezi Mungu, nakuomba uwape elimu ambayo kama sisi wingine